Naam no, karibu mtazamaji. Naitwa Ahmed Juma Balo, ukipenda niite AJB na Lucy Mwaura ndio msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya e ishara. Karibu mtazamaji, tuambane sasa hadi mida ya saa moja unusu. Mimi naitwa Gladys Mongai, na tuanze na taarifa yetu kuu kutoka mahakamani ambapo aliyekuwa gavana wa Nyandarua Daniel Waithaka na afisa mkuu wa masala ya maji katika serikali ya kaunti hiyo, Grace Gitonga, wametozwa faini ya shilingi milioni moja au kutumikia kifungo cha miaka miwili gerezani kwa kuhusika kwenye sakata ya kandarasi ya shilingi milioni hamsini. Mtazamaji, akitoa hukumu hiyo, hakimu mkuu Evans Keago alisema kwamba ingawa fedha zilizopotea na kandarasi hiyo ilitolewa bila kuzingatia sheria na mpangilio uliowekwa. Haya na mengine mengi, mtazamaji, ni kwenye mizani yetu ya taarifa za haki. Aliyekuwa gavana wa Nyandarua Daniel Waithaka na aliyekuwa waziri wa maji Grace Gitonga walishtakiwa mwaka 2018 baada ya uchunguzi uliofanywa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kubainisha kwamba wawili hao walitoa kandarasi ya shilingi milioni 50 bila kuzingatia sheria kwa kampuni ya Israel justice. Mahakama ya kusikiliza kesi za ufisadi huko Nyahururu pia iliwapata wawili hao na kosa la matumizi mabaya ya mamlaka. Sentence Mahakama hiyo pia ilifahamishwa kwamba gavana huyo hawezi kutembea wala kuzungumza na kwamba hangeweza kufika mahakamani on imprisonment. Hukumu iliahirishwa hadi tarehe 28 mwezi Machi ambapo wawili hao wanatakiwa kufika mahakamani. Kwingineko, mahakama moja ya Nairobi itatoa uamuzi wa wake Ijumaa tarehe 21 mwezi Machi mwaka huu ikiwa washtakiwa watatu kwenye kesi iliyowasilishwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi walikiuka sheria kwa kukataa kukaguliwa kwa simu zao za rununu. Upande wa utetezi ulipinga kushtakiwa kwao ukisema muda wa siku sita uliokuwa umetolewa hapo awali na mahakama ulitosha kufanywa kwa uchunguzi dhidi yao. Washtakiwa hao James Mbovi, Mike Mudhami na Rafael Mudhoka walikamatwa mnamo tarehe kumi na moja mwezi Machi wakiwa na simu kumi na mbili pamoja na kadi ishirini na tatu za simu wakidai kuwa maafisa wa serikali huku tume ya EACC ikitaka kuruhusiwa kukamilisha uchunguzi. Ruth Wamboi, Darubini.